Tuelekee kaunti namba 34 ambapo wanachama wa chama cha ushirika cha Maasai Stock Farmers wamekashifu vikali vitendo vinavyoendelea kuhusiana na mgogoro wa umiliki wa ardhi ya Kibiko, kama anavyotuarifu mwandishi wetu Nancy Kering. Katika mkutano wa dharura uliofanyika mjini Kajiado, wanachama hao walisema kuwa ardhi ya Kibiko imekuwa mali ya wazazi wao tangu mwaka wa elfu moja mia tisa sitini na tatu kabla ya vikundi vingine kujitokeza na kuanza kudai umiliki wake. Wakazi kutoka kaunti za Kajiado na Narok walieleza masikitiko yao, wakidai kuwa wamepuuzwa na kunyimwa haki yao ya kiasili na kihistoria kuhusu ardhi hiyo. Wanachama hao waliomba rais William Ruto pamoja na waziri wa ardhi Alice Wahome kuingilia katika mzozo huo ambao wanasema umekuwa ukiwapokonya haki za kijamii na kihistoria. Hili shamba ni la kina baba, tuna stakabasi zote zinazoonyesha kwamba shamba ni lao. Hapo mwanzoni 1963 wa baba hawa walienda kuomba hili shamba kwa Kenyatta, hayati mzee Jomo Kenyatta na akawapa, tuna hiyo barua baadhi yao, ingawa wengi wameondoka kupumzika kwa ajili ya miaka yao, lakini ukweli wao hautawahi kufa, ukweli wao hautawahi zikwa. Na tukipenda pia kuambia serikali ya Kenya, wasione klan moja ya Kikonyuki ni muhimu sana kuliko wale wengine wa nane. Ni mzuri wa wajue ya kwamba shamba ni haki ya wa Maasai wote. Aidha, walishutumu baadhi ya maafisa wa ofisi ya ardhi jijini Nairobi, wakidai wanahusisha kugawa ardhi hiyo kinyume cha sheria na utaratibu. Kwa hivyo nakuambia, tumia vizuri nafasi yako kwa ofisi uliyopewa na serikali, sio kunyakua, sio kula vitu vya watu, sio kuiba sio kunyakua, maana hiyo itakuwa sumu kwako. Wamesema wako tayari kufuata njia za kisheria na hata kutafuta msaada wa kitaifa kuhakikisha ardhi hiyo inarejeshwa kwa wamiliki halali hewa, nikakuja kuregister case 2019 nikapeleka kotini, koti ya Kajiado ndio niliregister, na ikatoa rulings ya akatoa ya, ya, ya rulings ya kusema ya kwamba hiyo shamba imesimamishwa na ikatolewa woda. Hakuna mtu angea, suppose, kuingia hiyo shamba. Mkutano huo wa dharura uliandaliwa mjini Kajiado huku wakaazi wakiahidi kuendelea kupigania haki zao kwa njia za amani. Kwa sasa mvutano kuhusu ardhi ya Kibiko unaendelea huku jamii zikitaka serikali kuchukua hatua za haraka kuhakikisha haki inatendeka. Nancy Kering, Runinga ya Citizen Kajiado. <coughs>